Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa ya Mwiba Mdogo sehemu ya 46. Ilipoishia niliona damu ya baba yangu inavyochezewa na viumbe wasio na huruma. Lakini nilijiambia, hukumu yake siku ile ilikuwa imefika. Kwa uwezo mkubwa niliiweka sumu kwenye kikombe cha Mzee Josefu, kisha nilimtisha kwa kumwonyesha bastola nikimwelekeza afanye nini, na akienda kinyume basi nitampasua kwa risasi ya kichwa. Nilimfuatilia na kumuona akiwakaribisha wageni kahawa, nilipomuona mlengwa Joseph ameinywa sumu, sikusubiri, ilitokea, nilitokea njia niliyoingilia hadi chini. Kwa vile hapakuwepo ulinzi nilitembea hadi mlangoni bila kutiliwa wasiwasi wasi. Nilipofika nje nilikodi bodaboda ambayo ilinipeleka Mabibo kwa mwanamke aliyetumika kumuua mama yangu. Najua mtajiuliza nilipajuaje, baada ya kukamilisha upelelezi wangu kwa kundi la mashetani waliohusika na vifo vya wazazi wangu. Ilikuwa baada ya kurudi Dar, nilipotoka Mwanza kukamilisha upelelezi wangu kwa mtu wa mwisho ambaye ni Mabula. Baada ya kurudi na kujipanga kuanza mashambulizi yangu, nilimkumbuka mtu mwingine ambaye alikuwa muhimu sana kwangu, ndiye aliyetumiwa kumdunga mama yangu sindano yenye sumu. Nilikumbuka kuna mtu atanielekeza alipo mbaya wangu. Nilirudi hadi hospitali kwenye wadi ya wagonjwa wa akili kumtafuta Sista Neema ambaye ndiye aliyekuwa kipenzi cha mama wakati wa hai wake alipokuwa pale hospitali. Nilipokwenda hospitali isivyo bahati, nilikuta Sista Nema amestaafu. Walisema alipokuwa akikaa aliondoka na kuhamia Mbande Msewe, nyuma ya stendi ya daladala. Nilielezwa yule mama ni maarufu sana, nikimuulizia Mama Bahati Mnyamwezi mpaka huku wanamjua. Nilifunga safari mpaka Mbande Msewe. Haikuwa kazi kupajua anapoishi. Ramani niliyopewa ilikuwa nyepesi mtu kufika bila kusumbuka. Nilipofika kwake na kupokewa, nilikuta sista Nema akisumbuliwa na miguu, kutembea kwake kulikuwa kwa shida. Niliamini uzito mkubwa aliokuwa nao ndiyo chanzo cha matatizo, kwani mwili wake ulikuwa mkubwa sana. Aliponiona alifurahi sana, "Oho, Zulfa leo umenikumbuka mwanangu." ni kweli mama yangu. Vipi za siku? Mm, nzuri. Umepajuaje hapa? Da Mariamu ndiye kanielekeza. Nilifika hospitali kukutafuta, nikaambiwa umestaafu na kuelekezwa huku, lakini uzuri hapapotezi. Ndiyo mwanangu, tumekuja huku kujificha baada ya kustafu na kupata kijisenti changu, nilitafuta eneo huku na kujijengea kibanda, tusubiri kufa tu ni jambo jema mtu kistafu uwe na kwako. Jamani, mgeni na kupigisha stori tu. Niambie mwanangu, unatumia kinywaji gani? Hapana mama yangu, acha tu, siku nyingine. Haiwezekani uje leo kwa mara ya kwanza usitumie kitu chochote. Basi mama yangu, kama mwanao nichagulie kinywaji. We Safia, njo ukamletee shangazi yako soda. Unatumia soda gani? Mirinda nyeusi. Ilimkubalia ili kumfurahisha ajisikie asijisikie vibaya. Baada ya ukimya mfupi, Sister Neema alianzisha mazungumzo. Ndiyo mwanangu, za siku? Mm. Zina mchanganyiko wa raha chache, mateso na maumivu mengi. Najua binti yangu, kuondokewa na wazazi wawili sio mchezo, tena ukiwa binti mdogo sana. Ni kweli mama yangu yataka nguvu ya Mungu kupambana nayo, bila hivyo unaweza ukachanganyikiwa kama mama yangu. Unajua mwanangu, mama yako alikuwa mtu wangu wa karibu sana kwangu. Mama yako hakuwa mgonjwa wa akili, bali mwanamke mwenye maumivu makali yaliyokuwa moyoni mwake, kushindwa kuyahimili ndiyo iliyopelekea kuwa kama mgonjwa wa akili nakumbuka siku moja alinielezea chanzo cha kifo cha baba yako, niliumia sana, huwezi kuamini, nami nilikuwa nalia kama yeye. Kingine kilichomuumiza moyo wake ilikuwa kutoweka kwako, hakujulikani upo wapi. Wasiwasi wake mkubwa ulikuwa huenda nawe wamekua kama baba yako, lakini siku zote nilipa moyo kuwa hawawezi kukuua mtoto mdogo huenda umepotelea mitaani baada ya tukio la kifo cha baba yako, na yeye kuchanganyikiwa, hivyo watu kushindwa kujua mtoto wa nani. Mama mkubwa, unaweza kuwa mnajimu. Uliyoyasema ni sawasawa, ndivyo ilivyokuwa. Huwezi kuamini, nilibeba maumivu ya mama yako, hata kufikia hatua ya kuwa tayari kwa lolote. Ni kosa kubwa kumtoa nje mgonjwa na kumtorosha Kisha kurudi. Kosa kubwa zaidi kwenda kumjeruhi mtu kibaya, zaidi ni mtu mwenye pesa na maarufu nchini. Lakini matatizo ya mama yako niliyabeba kama yangu. Nilikuwa nipo tayari kukabiliana na kitu chochote, hata kufukuzwa kazi, lakini nitoe msaada kidogo. Matukio yote ya mama yako kutoka nje ya wadi na kurudi, mimi ndiye niliyokuwa nikimpa ruhusa. Asante mama mkubwa kwa kumjali mama yangu. Hata siku aliyomjeruhi vibaya Balize ilinitisha na kujua nitafukuzwa kazi, lakini kujichetua kwa mama yako kugoma kusema nani kamruhusu kulinisaidia sana. Lile jambo kuisha kimya kimya, nilisikia maneno ya mama kwa Balize na wenzake kuwa wamemuua baba yako iliwatisha na kuona siri yao itavuja, hivyo kuachana naye. Lakini kukaa kimya kwao hakukuwa bure, walijipanga kumaliza mama yako kupitia sisi wauguzi. Siku moja baada ya kazi, wakati huo nakaa Kigogo, nilipotoka nje ya hospitali kutafuta usafiri wa kurudi nyumbani. Nakumbuka siku hiyo usafiri ulikuwa wa shida sana nilifuatwa na kijana mmoja mtanashati ambaye aliniita kwa jina langu, Sister Neema kipenzi. Nilimuitikia kwa uchangamfu kama ilivyokuwa kawaida yangu ya ucheshi. Kuna mtu anakuhitaji kwenye noa nyeusi. We kijana, unataka nitekwe? Hapana sister Neema, umemkosea nani? Wewe mama na dada, na dada wa taifa naomba uende mara moja kumsikiliza kisha tutakusindikiza hadi kwako, naona leo usafiri wa shida. Pamoja na kuwa na hofu, nilijitahidi kurudisha kumbukumbu nyuma nikumbuke nani niliyokosana naye anayeweza kuniteka lakini sikukumbuka. Maisha yangu ya pangu pakavu, sikuamini yanaweza kunifanya nitekwe. Nilijisogeza kwenye noa nyeusi, nilipofika mlangoni ulifunguliwa nami niliingia ndani bila kusema neno. Baada ya kukaa mlangoni, mlango ulifunguliwa na gari liliondoka bila kusema neno. Ndani ya gari alikuwemo Balize ambaye alikuwa amevaa miwani nyeusi kuonyesha anaziba jicho alilotobolewa na mama yako. Ukimya wa ndani ya gari ulinipa mashaka na kunifanya niingiwe na hofu ya kutekwa. Sister Neema, Balize aliniita be nilijikuta nikibabaika. Sista Neema, aondoa hofu, sisi watu wazuri tu. Mna shida gani na mimi? Nami nilijikakamua kuuliza. Nina imani unafanya kazi wadi ya wagonjwa wa akili? Ndiyo. Mgonjwa Salma Hanzuruni unamjua? Ndiyo. Tumeambiwa wewe ni mtu wake wa karibu. Ndiyo. Sasa ni hivi, alinyamaza huku akivuta briefcase na kuiweka juu ya magoti yake. Kisha alifungua, ndani kulikuwa kumejaa noti nyekundu tupu. Alichomoa mabunda matano na kuyaweka mbele yangu, kisha alisema, hizi ni milioni 50. Za nini kweli? Shetani wako hapendi hela? Nimekuambia zitakuwa zako. Unataka kujua nini? Sawa, kila mtu anapenda pesa, lakini lazima ujue kwa kazi gani? Ni hivi kwanza, hii bakie siri yako, hatutaki kuisikia kwa mtu yeyote. Kwani kuna kitu gani? Mbona mnanitisha? Kauli yao ili nitia hofu.